Kwa jina anaitwa Stephen Marco, ni mwana kikundi wa Voice of Bees uh. Voice of Bees mimi ndo mwenyekiti uh. sisi ni kikundi ambacho kiko chini ya uh, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hivyo wametupa mizinga, wametupa elimu ya ufugaji nyuki, na hivyo leo wametuleta huku kwa ajili ya kupata platform ya kufanya kutambua masoko ya ndani na ya nje. Kwa hivyo tumekuja huku na bidhaa mbalimbali hivyo bidhaa tunavyo, tuna asali ya nyuki wakubwa, tuna asali ya nyuki wadogo, lakini tuna, uh, tuna pollen au machavua, tuna mafuta ya kujipaka, tuna dawa ya ngozi, tuna uh, propolis tincture ambayo ni dawa <coughs> kwa ajili ya kifua, uh, vidonda vya tumbo na mwenye shida ya upumuaji, lakini tuna mishumaa, tuna shampoo ya kuoshea mikono imetokana na asali, tuna nta ya asali. A, tuna dawa ya kuchua yote imetokana na nta ya asali. Hivyo tumefika huku kwenye hii siku maalum, siku ya nyuki duniani <coughs> tunapozungumzia siku ya nyuki duniani, tunazungumzia siku ya tuna uchavushaji. Tunapozungumzia uchavushaji, tunazungumzia food security ama usalama wa chakula. Uwepo wa wadudu hawa <coughs> wanahakikisha wana kwamba tunapata chakula cha kutosha kwa sababu ya uchavushaji. Kwa hiyo issue nyingine tunayo hapa te, tuna, tuna B hotel kwa ajili ya solitary bees. Tumetembea, umetembea huku kote, umeona <coughs> tunaona tu asali, tunaona vitu, lakini tuna kitu mojawapo ambayo kiko very unique ambayo inaitwa B B hotel. Hii B hotel ni kwa ajili ya nyuki uh, wale ambao wanaishi peke yao peke yao so, wanaitwa solitary bees. Sasa kwenye hii hotel tumeweka <coughs> aina mbili za nyuki, ni combination. Aina ya kwanza ni nyuki wanaong'ata ambao hatuarini, tumeweka mzinga pale juu kama utakavyoona, huo mzinga unakuwa unazalisha tu nyuki, hatuurini. Kwa hiyo tukiamua sasa tunataka kuwekeza kwenye u, u, u, ufugaji, tunaweka mzinga pembeni kundi likijigawa liki, liki tunapokea sa nyuki kutoka kwenye ile mzinga ambao hatuurini hatu, hatu. Lakini solitary bees hawa ni wachavushaji bora duniani kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza kwanza hawana pollen buckets za, ku, za, ku, za kubebea zile pollens. kama nyuki, tunazalisha mafuta ya kujipaka dawa kichua, tunazalisha hata lips balm za kuzi, kuzi, kuzi, kujipaka. Hotel naweza nkasema ni, ni, ni nyumba ama hoteli ambayo wao wanaitengeneza kwa sababu wao, kama wao wana makazi yao, lakini kutokana na shughuli ambazo sasa zimezidi, shughuli za wanadamu hizi, hawa nyuki wengi wengi wao pia wanaishi kwenye ardhi ardhi yetu. Unaona siku hizi mambo ya kilimo, mambo ya ufugaji, hawana nafasi, ukiacha sehemu zilizohifadhiwa zilizo, kwa hiyo tumetengeneza hizi maksudi kwamba shughuli za binadamu za kila siku zimezidi, ambazo zinafanya sasa hawa wakose sehemu ya kuishi. Kwa hiyo kama kuanzia hapa hadi hadi mwisho pale, hii ni, hii ni paving manake walipaswa au wawepo mmoja au wawili. Kwa hiyo sisi wanadamu sasa tunatakiwa tuwatengenezee nyumba zao ili waishi humu. kwa hiyo kama hapa tuna spishi kama tano, nina leaf cutter bee ambao ni wale wanakata leaves wa kufunika zile, uh, nyumba zao. Kuna ambazo wao wanafunika kwa kutumia bark of the tree. Alafu kuna mason bee ambao wanafunika kwa kutumia udongo. Ndio naweza nikasema kama Voice of Bees ni kwamba watu wakaribia kwenye banda letu, lakini ukiacha banda basi, baada ya hayo maonyesho watutafute, hasa kwa ajili uh, bee uh, so, uh, bee hotel kwa sababu tumeshasema kwamba haionekani mimi kama mimi binafsi nimekuwa sasa balozi nchini Tanzania. Yani niko peke yangu na nanapambana kwamba hii ipate platform, na iende mbele na ieleweke kwamba inafanya nini. Asante sana kwa sisi. Tunapatikana kwa... tunapati kwanza, tunapatikana Karatu. Kwa hiyo tunapatikana kwa ndio Karatu Rotia. Kwa hiyo karibu sana Karatu Rotia mjifunze kuhusu haya mambo ya ufugaji wa nyuki wakubwa, nyuki wadogo, lakini tunafanya combination pia ya solitary bees. Karibuni sana.